Ndugu zangu watazamaji, hapa duniani e, wapo watu ambao e, wanashindana katika mambo mbalimbali mbali. Kuna watu ambao wanashindana katika mambo ya kumwasi Allah subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile kuna watu ambao wanatumia mali zao, wanatumia pesa zao, wanatumia nguvu zao e, wanashindana katika e, mambo ya starehe. Lakini e, kupitia taasisi yenu ya Khidmatul Umma, basi watu wanaungana na taasisi yenu hii wakiwa e, wanashindana katika kufanya mambo ya khairati. Mashaallah, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa sawa na tarehe kumi na tatu e, mwezi huu wa pili 2026 taasisi yenu ya Khidmatul Umma, tupo hapa Ngolonje hapa Temeke ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Alhamdulillah, kama mnavyoona e, watoto wakiwa na furaha kabisa, e, wakiwa wameweza kukipata e, hiki ambacho wameweza kuletewa e, na taasisi yenu pendwa kabisa ya Khidmatul Umma, lakini vile vile kama mnavyoona mama zetu wakiwa E, wamekipata hiki ambacho e, wadau wetu wameshirikiana nasi basi tukaweza kuwafikishia mbele yetu. Tunauelekea mwezi mtukufu wa Ramadhan, jambo lolote la kheri litakalofanywa basi lina malipo makubwa zaidi kuliko miezi mingine. Hivyo basi chukua fursa hii, e, ambayo ni ya dhahabu mno mweze kuungana nasi. Wabillahi taufiqa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa wabarakatuh.